Kwa kutumia mfumo wa malipo ya pamoja kwa maana ya GPG, ili kuhakikisha kuwa fedha zinazokutana kupitia utaratibu huu zitasaidia kuendelea kuimarisha uendeshaji kumarisha, wa mradi huu, manufaa ya mradi huu. Kiongozi wa Mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa, manufaa mradi huu ni kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi na kupunguza magonjwa ya mlipuko yanayosababishwa na ukosefu wa maji safi na salama. Mradi huu ni programu ya kujenga visima 900 na naamini ndani ya mkoa huu wa Kilimanjaro na ndani ya wilaya hii ya Mwanga maeneo mengi tayari tumeshafanya hivyo. Ndiyo maana kupitia Mwenge wa Uhuru wa mwaka huu tunapitia miradi hiyo kuizindua, na ile mengine ambayo haijakamilika, tunaendelea kuiwekea mawe ya msingi ili iweze kukamilika kwa haraka. Mheshimiwa mbunge huyu, wakati huo bunge halijavunjwa bado, yeye ndio aliyokuwa akisimama kidete kupambania miradi hii kutekelezeka ndani ya jimbo hili. Kwa hiyo tunakushukuru mheshimiwa mbunge, na wewe pamoja amoa waheshimiwa madiwani kupitia baraza la madiwani ambao ni wanajibu maswali kiongozi <coughs> amesha ingia na mwenye jiwake angani, mheshimiwa mkuu wa wilaya <coughs> meneja mheshimiwa <coughs> mbunge na <coughs> wale wachache ambao ni kamati ya ulinzi na usalama, wengine tubaki <coughs> <tiongizu. tos> nje. Mwenyekiti wa kijiji unaweza kuingia, wengine tubaki nje kisubiri